Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana, ndugu mtazamaji, kwa sehemu katika chaneli hii. Ninachokuomba usiache kusubscribe kwa ajili ya yale ambayo Mungu ataendelea kuyaleta mahali hapa kupitia watumishi wake. Naomba nimshukuru Mungu kwa sekunde chache, ili kusudi kile ambacho Mungu amekusudia kusema na wewe kipate kukufikia. Sante Bwana Yesu kwa saa hii na majira haya. Asante Roho Mtakatifu, nimepanda juu ya madhabahu yako ya mtandao. Ninaomba Roho Mtakatifu, kila ambacho umekusudia kusema na watoto wako kwa njia ya kunitumia, naomba uniongoze nipate kusema kweli yako, wala nisipindishe, nisiseme yaliyo yangu. Yaliyo yangu yanyamaze kimya, bali yaliyo yako Bwana Yesu, naomba yapate kudhihirishwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, nikikabidhi kipindi kifahamu zangu fikra zangu mikononi mwako Amen. Mungu akubariki sana. Leo nataka niseme tu kwa ufupi juu ya ujumbe unaoitwa juu ya ujumbe unaojulikana kwa jina la unyakuo. Kama tunavyojua ya kwamba ni nyakati za mwisho na Bwana Yesu yuko malangoni kwa ajili ya kulichukua kanisa. Biblia imeweka wazi juu ya habari ya unyakuo, juu ya habari ya kurudi kwa mwana wa Adamu mara ya pili, ili kusudi apate kulichukua kanisa. Yesu Kristo anapoondoka, aliwaambia wanafunzi wake, mtasikia habari za vita, habari za matukio mbalimbali, habari za matukio ya kutisha, habari za magonjwa, tauni, habari za falme na falme kupigana, habari za mataifa na mataifa kupigana. Biblia inasema, kwa maana taifa litaondoka kwenda kupigana na taifa Wakati mwingine pia Paulo anatukumbusha ya kwamba, kwa maana roho wa Mungu anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho mtasikia habari za upendo kupoa, habari za manabii wa uongo, matukio mengi mengi mengi. Lakini katika haya ndugu yangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Katika haya wewe siyo mgeni, yapo ambayo yamekwisha kutabiliwa na yamekwisha kutimia. Nataka nikukumbushe nini? Yesu anakuja kujichukua kanisa. Yale yote ambayo yamekwisha kutabiliwa yamekwisha kutimia. Kilichobaki ni wewe tu kuchukua hatua. Na kwa kuwa Bwana anakwenda kuchukua kanisa, Biblia inasema watu wawili watakuwa mahali pamoja, lakini mmoja atatwaliwa. Baba na mama watakuwa kifurahi mahali pamoja, lakini mmoja atatwaliwa. Watu watakuwa kipanda na kujenga, watu watakuwa kifunga harusi, sherehe, mambo mbalimbali, watu watakuwa wamejisahau, lakini Biblia anasema mmoja atatwaliwa. Wengine atakuwa kwa mashambani, lakini mmoja atatwaliwa. Atakayetwaliwa ni nani? ni yule aliyemwamini Yesu Kristo katika ile kweli, katika moyo wa dhati, akakubali aingie ya ndani yake, akakubali kutembea sawasawa sawa na mapenzi yake, akakubali kufuata mapenzi ya Mungu, siyo mapenzi ya dunia, akakubali kufuata ile nia ya Kristo, siyo nia ya dunia. Hao ndio watakaoingia katika ile mbingu, wale ambao dhambi kwao waliogopa kama moto wale ambao wamemuweka Mungu katika hofu wanayaogopa ya dunia, wanamwogopa Mungu kuliko ya dunia, hao ndio watakaoingia kwenye ile mbingu. Kwa hiyo nataka nikwambie nini, isikushangaze sana habari ya kurudi kwa Yesu Kristo, hutakiwi kushangaa sana. Unachotakiwa ni kuzidi kutengeneza, maana yote amekwisha kutimia na ndivyo itakavyokuwa. Na kitakachokuondoa ni nini? Kitakachokufanya uweze kunyakuliwa ni ile nguvu power, ya Holy Spirit ikiwa ndani yako nguvu ya Roho Mtakatifu ndiyo itakayoweza kukunyanyua. Maana watu watavutwa kama vile ambavyo sumaku inavyovuta vitu vyenye asili ya chuma, ndivyo watakavyovutwa wale walio wateule wa Mungu. Kwao nataka nikwambie nini, tafuta Roho Mtakatifu akae ndani yako. Kwa nguvu zako hautaweza, kwa jitihada zako hautaweza, hadi Roho Mtakatifu akae ndani yako. Ndio atakae kuonya kwamba mwanangu, hapo umekosa. Ndiyo ambayo atakuelekeza kwamba hii ni kweli ndiye atakaye kufundisha kwamba mwanangu, umekosa, nenda irudie toba. Maana hatuwezi kuirudia toba, hatuwezi kumrejea Mungu kwa toba isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayesema, yeye ndiye anayetukumbusha, yeye ndiye anayetuhukumu tukiacha na mioyo yetu, yeye ndiye anayetufundisha kwamba nenda hivi, nenda hivi. Tafuta Roho Mtakatifu, yeye atakufundisha yote, atakutia nguvu hata katika ile upito ambao unapitia na hatimaye, yeye ndiye nguvu ya kukunyakua. Yeye ni muhuri kwa ule unyakuo, Yesu Kristo. Watu watavutwa kama sumafu, watavutwa kwaje? Kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Kwa utafuta Roho Mtakatifu aingie ndani yako tu. Yeye ni kila kitu. Yeye ni mwalimu, atakufundisha, atakushauri. Mungu akubariki sana. Ikiwa umeelewa kitu, naomba usiache kuandika komenti yako hapo chini.